Sioni Mkonge. Kone uhusiano wa mamlaka ushawishi na maadili kwa makundi haya, kwa maana kwamba namaanisha hapo wanasheria, waandishi wa habari pamoja na viongozi wa dini uh, unachangiaje kuwa sehemu ya mgogoro? Asante sana Bwana Anaga, swali lako limekaa vizuri sana na sizani ya kwamba uhusiano wa mamlaka uliopo katika nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania labda una, una unaweza ukasababisha uwepo kuchang, ama kuchangia kwa hii migogoro kwa, kwa viongozi wa dini ama waandishi wa habari na wanasheria. Kwa sababu moja ya kwanza, mamlaka ya nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeweka utaratibu imeweka utaratibu utaratibu nchi yetu na utaratibu, ya kwamba kuna vyombo vimeanzishwa hizi bodi za wanasheria, kuna hivi sasa tunaona pia upo mkakati wa kuanzisha wa, wa, chombo kitakachokuwa kinawamonitor waandishi wa habari lakini vile vile tunaona ya kwamba kwa upande wa viongozi wa dini uko utaratibu ambao mamlaka imeweka kwamba hauwezi ukawa mtumishi wa Mungu pasipo kuwa umepita kwenye elimu fulani, kama dini fulani wanafundisha theolojia mbali na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi naona ya kwamba mamlaka yetu nchini Tanzania ipo vizuri sana, ipo smart sana kwamba imeweka mfumo ambao kila kiongozi wa dini inabidi asimame katika sehemu yake, ama kila mwandishi wa habari inabidi asimame katika sehemu yake katika eneo lake husika na ndio maana kama nalejea kama nilivyosema ya kwamba watumishi wa Mungu katika nchi ya Tanzania inajulikana ya kwamba unapaswa unapokuwa unaanzisha taasisi yako ya dini unapaswa uanzishe katiba yako na uende kwenye wizara ya mambo ya ndani. Huo ni utaratibu ambao mamlaka imeweka kwamba kwenye mikusanyiko ya watu zaidi ya kumi na wawili wanapofanya ibada ama wanapokuwa na vikao vyao ni lazima watambulike ki, ki, kisheria ama kiserikali. kwa mamlaka imeweka utaratibu ambao ni mzuri kabisa, utaratibu ambao ni smart kabisa na nadhani ya kwamba baadhi ya watu kwa maslahi yao binafsi wakiwemo viongozi wa dini ambao labda wana milengo vibaya na baadhi ya wanasheria ambao labda yamkini, wanakiuka maadili yao wanakwenda tofauti na ule utaratibu ambao mamlaka imeuweka. Sawa. Sawa. Yes. Sawa. Shukrani sana, e, mtaalamu mchambuzi wa masuala ya kijamii.